Kabisa niwapongeze redio la Power FM wanatonga wa asubuhi hapa na wanatupa na matangazo moja kwa moja mbashara. Shughuli hii ni mzito kabisa, na kwa kifupi kabisa ni wapongeze wachezaji wote, hasa timu walioshinda, timu ya pili, ya tatu na wengine wote ambao hawakuweza kufika hapa leo, lakini walituanzishia mchakato huu tarehe kumi huko ambapo mchezo ilianza nawapongeza sana ongeleni sana aa, lakini kwa kifupi kabisa nipende <coughs> kusema malengo makubwa kabisa ya bonanza hii. Umeshasikia tangu amefungua tangu amefungua mkoa asubuhi kuzindua hapa, ameongea vizuri sana aa, viongozi ameongea mazuri sana mengi hapa, lakini ni msisitizo tu serikali yetu ya mkoa ni e mategemeo yetu kwamba baada ya hapa tunaanza kuona maombi mengi sana ya watu kutoka kujiunga na ushirika kwa sababu ndio tukuleta hapa moja, lakini pili ni mategemeo sasa serikali kuona kwamba masuala ya kuza mazingira yanapenda kuboreshwa zaidi. Ndugu zangu mtambue, kilimo bila mazingira hakipo. ushika hapa wapa kahawa au mazao mengine bila mazingira kuwa mazuri, hali ya hewa, hatutapata mazao. Tumshuhudia hivi karibuni sisi, kwa mfano mkuwaweka ona azai sana kahawa Songwe na Ileje, lakini sehemu kubwa ya kawaida peleka nje ya nchi. Sisi wenyewe sasa, kutokana sisi wenyewe wale wanywaji anatuwekea mashariki, wanataka kufanya nini? Tunze mazingira. Hivi ni halali kweli mtu wa nje aje kutuwekea mazingira ya kutunza mazingira ya watu wenyewe? Sio sahihi, tuanze sisi wenyewe kwanza kutunza mazingira ili kilimo chetu kiboreke tupate tija zaidi. Lakini pia baada ya bonanza hii leo ni Mi mategemeo yetu kwamba sasa watu watakwenda kuzingatia matumizi ya nishati safi. Nishati safi haipingiki, kisi wote bali vijana wengine, tumeoa wengine hawajaoa, nyumbani kwako unapokuwa mtaani, hii ni fursa ya mwengelomegiza kamakaya maye, kuna gesi kuna umeme, chukueni fursa hii mkaitumie, mjiunge na Kushiriki, amini, mjunge na wale wenzetu wakianza kutengeneza makaa hapa pale. Uh, Ileje tamiko wanazalisha makaa mawe kweli, mawakala mijetu mingi hapa haina kituo, tunduma pale za ukauza lakini kwawa, na kule sombe Songwe mpajuni, ni fursa, ni biashara hii, changamkieni. Watu wa nje waje achukue fursa hiyo, wakaifanya wakaitumia, sisi wenyewe tuko hapa. Kwa hiyo nakupeni njia hii, zingatieni hiyo, lakini pia sehemu nyingine, masuala mazima ya sarabaji ya ghala. Tafadhali sana, serikali yetu ina mpango mzuri sana na sisi wananchi wake. Kwanza, kwawepo wa sarabaji ya ghala, maana yake wewe unaenda kuwa mkulima bora, utajulikana. Lakini pia mauzo yako yatachangia serikali moja kwa moja, ila kwa kufanya hivyo, hautaweza kuhurumiwa watukatileaotena mtauza mazao yenu vizuri kabisa. Kwao ni waombe Mazao mengi yataingia kwenye mfumo huu. Tumeanza na machache sana. Umesikia hapa kwamba tumeanza na ufuta, tumeanza kidogo na kahawa na mazao mengine kuna choroko sasa hivi kuna demu. dimeni mengi. Kwa hiyo tu una tawasha mazao yote haya. Sasa hivi ni majiwe ya mvua. Sasa tangazo pale sun, mwisho wa 10. Tukifika mwishoni kabisa mamlaka ya yote tangaza hali ya hewa tunaanza kwenye mashambani. Na leo mazao mengi yanapotia sasa hivi kwenye mashambani. Na wewe tumeanza kuandaa mashamba tayari. Kwa hiyo tunashauri kama vijana

Unaanza ziendelee kuandaliwa nyingi zaidi na zaidi. Hapa sasa ni mwanzo mwanzo, jamani, ngumu mbona, tumeanza kidogo kidogo, lakini naamini kabisa mwakani tutakuwa na kizuri zaidi hii